Chamwino kupitia stendi ya mabasi awamu ya pili, tunaelekea Msalato airport lengo kwa Dodoma tujenge kilomita za mtandao wa kilomita mia moja na tano za treni za mjini. Mnafikiri watapenda hayo, sio kwenye reli? Tuna kazi inayoendelea hapa kubwa, na imeleta mageuzi makubwa ya kiuchumi na mengine yanakuja. Uboreshaji wa bandari zetu, bandari ya Dar es Salaam kwa jinsi tulivyojipanga, tunataka mzigo ukifika kwenye bandari zetu Dar es Salaam, Tanga, Mtwara uweze kufika nchi majirani. Bandari ya Dar es Salaam tufikie DRC Congo, Burundi, Rwanda, Uganda, Zambia na Malawi. Wote mmeona ufanisi katika bandari yetu ya Dar es Salaam umeongezeka maradufu kwa kuwa tishio kubwa, na hivyo limekuwa tishio kubwa kwa washindani wetu hasa baada ya serikali kuamua kushirikiana na kampuni ya DP World ambapo sasa uwezo wa bandari kuhudumia mizigo umeongezeka kutoka kuhudumia tani milioni ishirini na moja mpaka tani thelathini na mbili milioni na matokeo haya ni ndani ya kipindi kifupi tu cha miaka mitatu mapato ya bandari pia yameongezeka tumetoka shilingi bilioni mia tisa sasa hivi tunazungumza makusanyo ya zaidi ya shilingi bilioni moja na milioni mia, zaidi ya shilingi trilioni moja na bilioni mia nane kutoka kwenye bandari. Meli zinashusha kwa haraka zaidi, muda wa meli kusubiri umepungua kutoka siku arobaini na sita, sasa hivi meli zinasubiri kwa wastani wa siku saba tu, napo ni zile meli zenye mizigo mchanganyiko, lakini makontena meli ni almost inatoka ikifika inafunga, inashusha, inaondoka. Mizigo mingi inakuja na ndiyo maana kiwango cha mzigo unaosafirisha kimeongezeka. Tumeingia ubia na DP World ambao wanatusaidia wana, wana, kwenye uendeshaji na usimamizi wa mifumo katika bandari ya Dar es Salaam. Tumeokoa gharama tulizokuwa tunatumia kwenye uendeshaji wa, wa TPA mamlaka yetu ya usimamizi wa bandari kwa zaidi ya shilingi bilioni mia nne hizi zote zinaingia huku, tunakwenda kujenga vituo vya afya, tunajenga reli, tunajenga barabara, tunawapatia watu maji, umeme na vitu vingine vingi na mengine mengi. Mfano wa juzi tu mmeshuhudia, mme kule ziwa Tanganyika, tunataka tuunganishe sasa mzigo wa kwenda Kongo, kwa sababu Kongo kuna mzigo mwingi sana. Tunataka tuunganishe mzigo unaotoka bandari ya Dar es Salaam usafiri kwa treni, ukifika pale uvuke kwa meli ufike kule na kule na kwenye uende kwenye masoko. Juzi siku, siku mbili zilizopita tumeshusha meli moja ya mizigo yenye uwezo wa kubeba tani elfu mbili kati ya meli nne ambazo zinaendelea kujengwa pale Karema, tunataka kufikia kule Kongo. Tukishafikia hapo, bandari yetu itakuwa inateleza huko, tumejenga meli, mzigo unapitizwa ukitoka Ulaya unapita bila kusimama, unakwenda moja kwa moja. Lengo letu, tumejipanga hadi kufikia mwaka 2029 na ishit tuhudumie tani milioni 50 kupitia bandari zetu. Sasa hivi tunahudumia kama tani milioni 32. Hata hizo 32 tumeongeza zilikuwa 28. Huu uboreshaji uliofanyika karibuni, tumefika 32 tunakwenda kwenye tani milioni 50 ifikapo mwaka 2029. Lakini pia tumefanya makubwa katika bandari zetu za Tanga na Mtwara. Kule Mtwara tunajenga bandari kisiwa Mgao ambayo itahudumia mizigo yote, inaitwa dead cargo au mizigo neno lake la Kiswahili sio, sio zuri sana dead cargo. Mizigo michafu na mtu mwingine anaweza kusema hivyo, lakini hapa tuna maana ya makaa ya mawe, saruji, bidhaa za chuma. Tumeanza kujenga. Tunaanza kujenga hii bandari kule Mtwara na bandari yetu sasa hivi uh, ya Tanga tumeboresha na kuongeza gati mbili na sasa meli nyingi zinapita Tanga hata zile zilizokuwa zinapita bandari jirani nafikiri mnanielewa sasa, zinapita Tanga. Tulikuwa tunahudumia kupitia bandari ya Tanga tani laki nne kwa mwezi, sasa hivi tunahudumia tani milioni moja na nusu mpaka mwisho wa mwaka huu tutafika tani milioni mbili na sisi, lengo letu tunaboresha, tuna bandari ya Tanga ifikie uwezo wa kuhudumia tani milioni tatu kwa mwaka. Watafurahi kadhalika, tumekamilisha bandari ya Bukoba na Kemondo, bandari ya Mwanza north nayo tunaikamilisha. Maana yake mzigo wa Uganda kupitia Tanzania sasa hivi utahudumiwa e, tunahudumia kwa asilimia tatu, na tukishakamilisha hapo tutakuwa tunahudumia mzigo wa Uganda ambao sasa hivi unahudumiwa na watu wengine, tutahudumia kwa asilimia thelathini na nane. Unatoka asilimia tatu unakwenda thelathini na nane. Bandari ya Bagamoyo tunaanza kujenga Disemba, mwezi mwaka huu 2025 tumezungumza sana, imefika mahali serikali imesema Tunaanza kujenga, wawekezaji wakija tutajenga nao. Hawakuja tunajenga wenyewe. Mitambo ya kujenga bandari ya Bagamoyo ipo njiani inakuja. Haya sio maneno tena, iko njiani inakuja. Tuanze kujenga bandari ya Dar es Salaam, na lengo letu bado tunataka tujenge gati ishirini na nane ishirini na nane, hakuna kulemba, ishirini na nane na tutaanza na gati kumi na nne na niwape tu taarifa, ndugu zangu waandishi wa habari, bandari ya Bagamoyo ni, kwa kikinga wanasema ni game changer, ndio itakuwa game changer kwa huduma za bandari katika ukanda huu wa Mashariki. Tunajenga, tuna bandari ambayo kina chake kitakuwa mita ishirini. Hii ni bandari ambayo inaweza kupokea na kuhudumia meli kubwa za makontena. Tena tunaweza, ya, hii bandari kikamilika tutakuwa na uwezo wa kuhudumia mpaka meli ya kubeba makontena elfu 25. Meli moja inabeba makontena elfu 25. Bagamoyo pale. It is a game changer. Mimi nataka kuambia ndugu zangu wa Tanzania mambo yetu sio sio mabaya. Walioko magharibi kule Kigoma wasije wakafikiri tumewasahau. Tumeanza kujenga bandari ya Kigoma, na mkandarasi hivi ninavyozungumza yupo site. Anafanya mobilization tutaongeza uwezo wa bandari ya Kigoma hadi kufikia kuhudumia mzigo tani milioni tatu ikilinganishwa na sasa ambapo tunahudumia kama tani laki sita kwa mwaka. Na fikapo mwaka 2025, tumemaliza mwaka 2024, tumefika watalii milioni tano nukta tatu mpaka mwisho wa mwaka huu tutawapa wa takwimu zingine, lakini idadi ya watalii imeongezeka sana watalii wanapoongezeka, wote mnafahamu nchi yetu ilikuwa inapokea watalii milioni mbili, milioni moja na kitu, mpaka wakati fulani tumefika laki saba. Sasa tunakwenda milioni nane ifika hapo mwaka elfu mbili na thalathini. Watalii tunapozungumzia milioni nane, ndio hao hao ambao walikuwa wanakwenda kwa washindani wetu katika utalii, sasa watakuja Tanzania, kule wanakohama watafurahi. Shirika letu la ndege ATCL tumeliimarisha sana, tuna ndege kumi na sita sasa hivi na wote mmesikia wakati wa kampeni, maanake sasa tunaanza kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, tunakwenda kuongeza ndege zingine nane, shirika letu lifikishe ndege ishirini na nne lakini sio hayo tu. Sasa hivi tuna ndege zetu zinahudumia vituo 29 vya ndani na nje ya nchi mpaka mwisho wa mwaka huu tunaongeza vituo vitatu vya kimkakati vya kimkakati, Cape Town, Afrika Kusini. Najua tunakwenda Johannesburg tayari. Tunaongeza Cape Town, Afrika Kusini, tunaongeza Accra, Ghana na tunaongeza Victoria Falls kule Zimbabwe. Tumeshaona watalii wakishatembelea Tanzania, wanakwenda Victoria Falls, na wakishatembelea Victoria Falls, wanataka kwenda kwenye vivutio vingine tunaweka ndege itakwenda kule, itapeleka watalii kule na italeta watalii Tanzania, tutaongeza idadi. Lengo letu ikifika mwaka elfu mbili na thelathini tufikie vituo hamsini vya ndani na nje ya nchi. Na kwa sasa shirika letu linahudumia kwa mwaka kama abiria milioni moja na laki tano. Lengo letu ni kwamba katika miaka miwili ijayo tufike abiria milioni tatu hapa vyenyewe tumepiga hatua, tulikuwa kama laki nane tumefika milioni moja na nusu, tunakwenda kwenye milioni tatu miaka miwili ija. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, mambo haya ni mambo makubwa yanayobeba uchumi wetu. Ukiangalia kampeni zinazofanyika sasa kwenye mitandao na kwenye vyombo vya habari, ni kwenda kuyapiga haya, tukose pesa, tukose dawa, tukose maji, tukose umeme, tukose barabara, tuhangaike na sasa hivi uchumi wetu unakuwa sana. Wastani wa ukuaji, mpaka mwisho wa mwaka huu tunapanga kufika asilimia sita. Tuko kama tano na kitu kwa sasa, lakini mpaka mwisho tutafika asilimia sita. Tuna akiba ya kutosha ya fedha za kigeni dola za Marekani bilioni saba. Haya ni mambo makubwa ndugu zangu, na yame yamefika hapo kwa sababu nchi yetu ilikuwa na utulivu, ina amani na Watanzania wanasikilizana vizuri. Ni vizuri Watanzania wajue kuwa mafanikio haya Um, yanahitaji kulindwa na kutetewa kwa wivu mkubwa, na tunaposhambuliwa namna hii tunakwenda kuathiri uh, na kuathirika kama nchi na pia kama mtu mmoja mmoja. Bandari zetu tunahitaji zibaki kuwa imara na miundo mbinu yetu ibaki kuwa imara kwa ajili yetu sisi Watanzania. <coughs> Wito wangu kwa Watanzania, tuamke. Rais mstaafu aliwahi kusema tuwe na akili za nini, za mbayuwayu za kuambiwa changanya na za kwako. Wala ambao hawajui wa maana ya msemo huu mbayiwayo ni hizi. Wamewalenga watalii pia, nataka kuzungumza kwa watalii, na hapa nitabadilisha lugha nitaweka kikinga kidogo. <coughs>

Come on. Tanzania is safe. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa kumalizia, <clears throat> jana jioni nilitoa tangazo baada ya chombo cha habari cha CNN kuchapisha makala ya matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025.